Msanii Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram amejaribu kututhibitishia makubwa ambayo anaweza akayapata kwa mwaka huu licha ya kwamba bado hajamaliza kutoa ngoma ambazo amekuwa amezipanga kwa mwaka 2025. Lakini kupitia ukurasa wake wa Instagram Harmonize, ameposti video ambayo ikimwonyesha yupo ndani ya gari akiwa anaimba na, na wimbo ambao anauimba hapo ni wimbo wake wa Furaha, huku kwenye caption imeandika ya kwamba ni mapema sana kusema huu ndio wimbo bora wa mwaka cause kuna mitu inasumbua sana. Nambie, what's your favorite song. Sasa hicho kitu ambacho hapo amekiposti Harmonize, ameuliza mashabiki wake kwamba wewe muziki wako bora kati ya hizo ngoma mbili ambazo amezitoa hapo kwenye orodha, akiwa na maana kwamba ya ngoma ya mitu pamoja na ngoma ya furaha licha ya kwamba yeye furaha ameipa kipaumbele, lakini kwa upande mwingine amesema kwamba mitu ni ngoma ambayo inasumbua sana. Kumbuka mitu ni ngoma ambayo ameimba na Abby Chams na kitu ambacho Harmonize anaendelea kufanya kwa sasa hivi ni kuendelea kutanua mbawa zake na kujiona kwamba yuko juu. Licha ya kwamba mziki anaofanya ni mziki mzuri na haja na amesema kwamba haoni kama huu mwaka anaweza kusema hizi ndizo nyimbo bora za mwaka, kwa sababu kuna machupa mengine makali yanakuja kutoka kwake na kutoka kwa wasanii wengine. Lakini nilichokifurahia kwa Harmonize hapo amesema kwamba bado ni mapema sana ukilinganisha kwa sasa, bado ni mwezi wa tatu, kwa hiyo tuna miezi mingine tisa ya kuendelea kusubiri. Kwa hiyo ukiona hapo, bado kuna ngoma zingine ambazo zinaweza zikaachiliwa sana. Nikimrifaa msanii mmoja wa komedi Saidi, Saidi siku ya tuzo za komedia, alisema kwamba alikuwa namz, alimsifia sana mwanafai na alimpongeza rais Samia kuweza kumchagua mwanafai kwamba anastahili kuwa waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, ambaye anakaimu hiyo nafasi. Akamlinganisha na Harmonize kwamba Harmonize ni msanii ambaye anatoa, ana uwezo wa kutoa ngoma tatu kwa siku. Kama Harmonize anaweza akatoa nyimbo tatu kwa siku na bado tuna miezi tisa, kwa hiyo tutegemee mambo makubwa ambayo anaweza akayafanya ndani ya mwaka huu elfu mbili ishirini na tano. Kwa hiyo ni hicho ambacho natamani uniandikie hapo kwenye comment kati ya Furaha na Mitu za Harmonize wewe upi unauona ni wimbo bora, ambao mpaka sasa kwa tangu mwezi wa kwanza mpaka kufikia huu mwezi wa tatu ni wimbo ambao unafurahisha sana masikio yako, ni wimbo ambao unafanya vizuri. Lakini nikipita kwenye comments za watu ambao wamemwandikia Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram pale, baada ya kuposti hiyo video, watu wengi wamezungumza kuhusu wao wanapenda nini na kwa Harmonize. Nikianza na huyu anasema Furaha on another level akiweka emoji za moto, lakini mwingine anasema kwamba Nairobi ya Mario na Bien ndio ngoma kuu, ndio ngoma ya mwaka. Ule ametoka kwenye nje, ametoka nje ya reli ya Harmonize, kwa hiyo ameweza kuchagua wimbo ambao wote yeye kwa upande wake anaona unafaa, lakini mwingine amesema zote, akampigia makofi. Mwingine akamwambia big up, unajua lakini mwingine aka comment kwamba me too, mwingine akasema wimbo wa wangu ambaye ameimba na Mario. So ni kitu ambacho watu wanajaribu kuweka ule uzuri wa ngoma za Harmonize kwenye peji yake. Mwingine akaja akaandika ya kwamba me too, me too is the best for me. Ni moja ya kucheka. Sasa ile me too alivyoiandika nimeandika kwa Kiswahili yani mi tu yani kama vile anaimba so ameandika hapo kwa lugha adhimu ya Kiswahili, akaweka na emoji za kucheka kuona kwamba anafurahia kile kitu ambacho Harmonize anakifanya. So hicho ni kitu ambacho Harmonize amekuja nacho siku ya leo, na mimi nikaona tusimalize siku hivi hivi bila kukupitisha hapo kwa Harmonize na kitu ambacho amekuja nacho jioni hii leo. Usisahau kusubscribe, comment na ku like pamoja na kushare kwa marafiki zako, ili na wao waweze kupata taarifa ambazo tunakuwa tunawekea. Hii ni Sawasawa Gito, habari kiganjani mwako.